Mtoto Musa na mchezo wa kikapu wa kichawi. Hapo zamani za kale, katika Misri ya kale, mtoto Musa alikuwa na tatizo kubwa. Farao asiyefaa alitaka kuwadhuru watoto wote wa kiume. O oh, hapana! alilia mama Musa, huku akipanga mpango wa busara. Alimweka kwenye kikapu, akamnong'oneza, uwe salama mpenzi wangu, na kumwelea chini ya mto. Kikapu kilipoelea kiligongana na marafiki wazuri sana. Lo, hii ni nini? Mtoto alishangaa. Samaki ya kirafiki, ndege mwenye udadisi alilia, lazima tumsaidie. hata chura mcheshi alikoroma, ubavu niko juu yake. Waliungana kumwongoza Musa hadi salama. Dada ya Musa Miriamu, aliyekuwa akitazama kutoka ukingo wa mto Endelea kuelea kaka mdogo. Alinong'ona. Kikapu kilipofika kwenye jumba la kifalme la Farao, Miriamu alishusha pumzi. Je, binti ya Farao angemwona Musa? Je, angekuwa mwenye fadhili? Tahadhari ya mharibifu hakutisha hata kidogo, alimpenda Musa mara moja. Binti ya Farao akachukua kikapu na kutabasamu. Mtoto mtamu kama nini, alisema huku Moses akicheka. Miriamu alijitokeza na kuuliza, Je, unahitaji mtu wa kumtunza? Kwa pamoja walikuja na mpango kamili. Musa angekuwa salama na kupendwa, na safari yake ilikuwa imeanza tu. Tunaweza kujifunza nini kutokana na hadithi ya Musa? Ushujaa wa Miriamu, upendo wa mama yake na hata wanyama wa mtoni wanaosaidia hutufundisha kuwa na matumaini na kusaidiana. Sasa ni zamu yako kuwa mkarimu, jasiri na kusikiliza mpango wa Mungu. Usisahau kushare hadithi hii na marafiki zako ili kuwatia moyo pia.